Pyongyang so. So we imeonyesha mshikamano na Iran, ikieleza kuwa Tehran ina haki ya kujilinda dhidi ya shinikizo na vitisho vya magharibi. Baadhi ya matamko ya maafisa wa Korea Kaskazini yameonya kuwa endapo Irani itashambuliwa, hali hiyo inaweza kusababisha athari kubwa kikanda na kimataifa. Kupitia vyombo vyake vya serikali na wizara ya mambo ya nje, Korea Kaskazini imekuwa ikilaumu mashambulizi au vitisho vya kijeshi vya Marekani dhidi ya Iran, ikisema ni ukiukwaji wa uhuru wa mataifa na chanzo cha kuhatarisha amani ya dunia. Ingawa Kim Jong Un mwenyewe hajatoa hotuba ndefu moja kwa moja kuhusu mgogoro huu, mara kwa mara, msimamo wa nchi yake unaonekana wazi, kupinga hatua za Marekani. Kim Jong Un ametangaza kuwa atakabidhi mipango mipya ya kukuza programu ya nyuklia Korea Kaskazini wakati wa mkutano mkuu wa chama tawala unaotarajiwa kufanyika majuma machache yajayo. Hii ni sehemu ya kuonyesha nguvu za kijeshi na kizuizi cha kinyuklia dhidi ya adui ikiwa ni mkakati wa kisiasa na kijeshi wa nchi hiyo. Kim Jong Un alishuhudia jaribio fupi la mfumo ulioboreshwa wa multiple launch rocket system, makombora ya masaba mafupi na kutangaza kuwa hiyo inapaswa kusababisha tishio kubwa kwa mataifa anayotaja kama adui hususan Marekani na Korea Kusini. Jaribio hilo limefanyika karibu na bahari ya Japani na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani. Usisahau kusubscribe kushare na kucomment. Kana panapo majaliwa, ndimi Johnson Jabir. Endelea kuwa nasi Hali Halisi, ukweli haubadiliki.